Mamia ya familia zimeachwa bila makao katika mitaa ya Kamere na Karagita huko Naivasha baada ya ziwa Naivasha kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa inayoendelea sehemu hiyo. Familia nyingi zimeachwa zikikadiria hasara wakitaka serikali kuwahamisha maeneo yaliyo salama. Ni masaibu tena, anga imefunguka ikisababisha hasara ambayo wakazi wa Naivasha wanaifahamu vema. Maji ya ziwa Naivasha yamejaa yakisomba nyumba, shule na riziki bila huruma katika mitaa ya Kamere na Karagita, maelfu ya familia zimefurushwa makao yao baada ya ziwa Naivasha kuvunja kingo zake na kufurika kwa siku ya pili sasa. Maji ya mafuriko yamewazunguka wasijue pa kwenda. Walio na uwezo wanajaribu kuhamisha vyombo vyao vya nyumba. Mimi niko na mtoto wa five months, sasa hivi nimemwekelea huko hivyo kwa kitanda juu Hakuna usaidizi yenye sisi yenyewe yenye tumepata. Tunasikianga kuna pesa za disaster huku hivi, hakuna pesa yenye tumepata. Kwa Kenya ama tu yuko Kenya? Are we Kenyans? Hiyo tu ndio kitu yenye tunaweza taka. Ripoti zikiashiria kuwa maelfu wameachwa bila makao, miundo misingi muhimu kama vyoo, makanisa na hata kituo cha polisi vikiwa vimezama. Janga la kibinadamu linaendelea kushamiri na kadri maji yanavyoongezeka, hofu ya milipuko ya magonjwa na njaa inazidi. Sahizi ukiangalia watu wako devastated, tangia jana watu hawajakula, hakuna mahali pa kupikia chakula, hakuna mahali pa kulala. Wale watu wazee ambao walinulua haya mashamba zam, zamani sana wamekuwa wagonjwa. Viongozi wa eneo hili sasa wakiitaka serikali kutangaza mafuriko haya kuwa janga la kitaifa, wakishutumu serikali kuu na ile ya kaunti kwa kupuuzakuaga na hazina ya yautya na ya yeah. nikiwa hapa leo kihoto Nataka kutangaza hili janga ni janga la kitaifa. This is a national disaster. Si lazima watu wakuve, si lazima watu wakuve ndio watu wakuje hapa na madege. Jaribu kuwaambia waame tuwasaidie kuama, ilikuwa inagonga mwisho, sababu walikuwa nasema tungoje watoto wamalize mtihani. Not that mtihani inaisha kesho na wengine wamemaliza, tukaonelea kama kaunti tukuje tuwasaidie na transport. Wengi wametafuta nyumba lakini wakashindwa kulipia gharama ya transport. Mirimwoki, runinga Citizen.